Nyingine tena ni hii hapo Slovenia FS-11. so, ukiangalia hiyo starter, hiyo starter kuna hii hapo inaitwa f, e, nne wati hadi stini na tano wati afu kuna fc ishirini na mbili wati hadi stini wati afu kuna f, f kuna CF 18 wati hadi thelathini na sita wati lakini nawasha tube light ya e, ambayo inatumia voltage mia mbili ishirini hadi mia mbili na arobaini hiyo F, FC na CF hizo ni aina za tube light, na hilo ni somo ambalo nitakaloleta wiki ijayo, ili tuweze kuangalia aina za tube light ziko no, no, za aina gani, na zipo za tofauti tofauti. Tutakwenda kuangalia namna gani tunaweza tukazitambua tube light. Kitu cha msingi usisahau tu kusubscribe, ili pale nitakapoweka hiyo eh, content uweze kupata notification na kuweza kujifunza kwa pamoja. FC na CF hizo ni aina za tube light. Kwa hiyo manake hii starter inawasha tubelight zote za F, FC, na CF, lakini za kuanzia wati nne mpaka 65 tubelight za F na wati 22 hadi 60 tubelight za FC, na 18 wati mpaka 66, tubelight za CF. Umeona? Lakini zote za single phase za voltage 20 220 mpaka 240. Umeona? Hii ni starter. Lakini starter nyingine ni hii hapa ambayo naita nini wild. Umeona? Ambayo yenyewe inawasha tube light ambayo natumia single phase 220 mpaka 240 voltage, lakini yenye wati nne mpaka 65 nini wati. Umeona hiyo naita, naita kama ni glow start unaweza kaita. Kwa hiyo inawasha tube light zote ambazo zinaanzia wati nne mpaka 65 wati. Hii pia inafanyaje? Inawasha yako ambayo kwa nini hiyo tube, tube light haiwaki eh? Yako moja ya ukizitoa zile tube light mbili, alafu baadaye ukaanza kutazama zile starter zako jinsi zilivyo unaangalia tu kwa njia ya kawaida umeona. Kwa mfano ukiangalia hii starter jinsi inavyoonekana kwa huku mbele, unaiona ni nyeupe ti, umeona. Kwa hiyo maana yake inaonyesha kwamba hii ina unjano ambao kama hali ya kuungua lakini mdogo sana, umeona. Kwa hiyo hii inakuonyesha kwamba starter yako bado ina uhai, bado iko vizuri, lakini tuende kuangalia starter nyingine. Kwa mfano ukiangalia hii hapa, unaiona sasa, hii hapa, hii ni nyeupe pia kabisa, umeona. Kwa hiyo maana yake ukiangalia, unaona kwamba kabisa kwamba hii bado nini ina uhai bado iko vizuri, lakini hii hapa ina uhai lakini inaonyesha kwamba imeshapata hiti sana imepelekea mpaka kudhoofika. Kwa manake moja kwa moja ni kwamba starter yako ishafanya isha kufa kwa unaweza kubadilisha kwa starter nyingine. Hii ni sign mojawapo ya kukuonyesha kwamba starter yako ishafanya ishakufa, ndio maana inapelekea taa yako isifanye isiwake. Umeona, angalia hii hapa, hii hapa, hii maana tunakuonyesha iko bado yuko vizuri. Angalia hii hapa, umeona kwa huaga napelekea mpaka huku juu inakuwa kama inaonekana kama hivi. Ba, baadaye kulingana na hiti inavyozidi kuendelea kuigonga hii starter yako na rangi ya, ni ya, na ya hivi ya kuungua, hiyo starter taisha fani ishakufa nakubadilisha hata kama bado inaendelea kuwasha nini, kuwasha taa. Unaona, angalia hii taa, umeona hii start, umeona? Kwa hiyo kama ukiona e, taa yako ina tube light mbili na tube light labda zote haziwaki, lakini sasa haziwaki, lakini unakuta e, unakuta starter zako ni za hivi, unaona starter yako iko hivyo, na hii hapo Yani, ziko mbili, ziko hivi, kwa maana ukiziona, unaona kwamba hizi stata zako bado nzima, lakini taa haziwaki. Kwa unaweza kaziona hivi kwa macho ya kawaida, ukaonjua kwamba ah, kwa sababu hazina ah, hali ya kuungua kwa huku juu, maana yake hizi stata zako ziko vizuri, lakini taa zako haziwaki Mwana, kwa njia nyingine moja wapo ya kuweza kujua kama stata yako ni nzima ama sio nzima ni kupima kwa kutumia mita. Lakini mimi hapa nakuletea namna ya kujua kama stata yako ni nzima ama sio nzima kwa njia ya kawaida bila kutumia mita, ambayo njia hiyo ni kuku, kuku, kwa kuziangalia starter zako zimeshapelekea kufa, kwamba labda eh, tube light eh, ndo zimekufa. Kwanza kabadilisha tube light zako, kaka tube light zako zingine. Kwa hiyo kama umeweka tube light mpya na starter zako zinaonyesha kama bado ni mzima ume, ume solve. Lakini bado zinaonekana starter zako bado ziko vizuri lakini tube light umebadilisha lakini haziwaki, kwa maana yake bado kuna shida kwenye upande wa starter. Kwanza kachukua mita, ukajiridhisha, ukapima. Obvious utakuta hizi starter zimeshakufa. Unaona? Ambapo ni kwa asilimia chache sana kujua kama ni asilimia chache sana ambazo zinaweza kupelekea ku E, kuona kama stata zenye hali za hivi zikawa zimekufa. Lakini mara nyingi sana zenye mfumo wa hivi, umeona? Kwa hivi tunapima kwa kutumia mita kujihakikishia moja kwa moja, lakini njia nyepesi ya kutambua na hata bila kuuliza, ukizikuta stata na mazingira kama haya, umeona? Kwa baada ya kusema hivyo, niseme asante sana kwa pamoja na mimi kwa kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Kitu cha msingi tusahau ku like, ku comment, ku share na kusubscribe ili uweze kuanza kupata notification ya vipindi vyetu kila tunapokuwa tuna upload. Asante.